Kwa Saidi Mbelwa moto wa gesi. Na hili jina nimepewa na mashabiki wangu wa Dar es Salaam na vile vile pande zangu nazoishi kule Chanika. Kutokana na kazi zangu nazozifanya kwa waga sicheleweshi. Madonga mtu kazi, mtukazi mimi siwezi kukubali kama yeye mtu kazi. Kitu cha kwanza kwanza, namshukuru promota Mpao kulipa hii fight. Nafikiri mechi ya mwisho mimi na Mandonga tulicheza Muleba pambano ilitoka sare lakini kwa sare ile mi nachojua nimekubali sare, lakini majaji nao ni binadamu wana jicho lao la kuangalia vile vile, mwingine anaona hivi na mwingine anaona hivi, kwa hiyo ikatolewa sare, lakini sare ambayo ilikuwa sijaikubali, kwa sababu mechi ya kwanza kabisa Mandonga aliweza kushinda kwangu. Kushinda kwangu alisababisha vitu vingi vilinefekti vini sana katika kichwa changu. Kwa hiyo sasa nachosema nakuja na kitu kinaitwa mama mkanye mwanao na ngumi ambayo itakomkuta Mandonga ile mwanaukome, kwa sababu nataka sasa hivi nimkomeshe kabisa. Nafikiri naomba samani au msamaha wa familia ya Mandonga, sasa hivi watanisamee sana, kipigo nilichokiandaa sasa hivi watanisamee, kwa sababu sitoweza kukubali tena Mandonga akamaliza na mimi tena kwenye laundi hizo zilizopangwa nane. Nitampiga mapema sana ya kipigo ambacho lazima kimtie kilema katika mwili wake. Sitegemei laundi ya ngapi au laundi ngapi, lakini KO iko vizuri kabisa, nimeiandaa kwa kipigo kizuri atachokipata kwa siku ya, ya idipili kule Ruangu. Kwanza wanawaambia watu wa Ruangu wakae wakijua Saidi Mbelwa mtoagisi anakuja, na anakuja ataki kuwadhalilisha washabiki wake wa kule nas aabisha kuwadhirisha washabiki wangu wachanika wa na wa Dar pia na wakule nyumbani Mvuha Morogoro. Kwa hiyo nawaambia kabisa, sasa hivi pambano langu hili ni la 100 na pambano tisini na tisa hili la 100 hili la 100 nataka nikate kilimilimi cha watoto wajeuli ndo Jeuli ndo huyu wa kwanza, huyu ni Karim Mandonga. Kwa hiyo nataka nimkate kabisa mdomo wake, ili apate kupumzika ile sare tu amepumzika kuongea, lakini sasa hivi nataka nimpige kipigo kibaya ambacho cha kumweka hata kilema, akijua kabisa da kuna mkongwe ni kutana naye Saidi Mbelwa, kilema ndio chake. Kwa hiyo da nitamheshimu sana brother yule. Kwa hiyo kwa hiyo ninachosema mimi nitakuwa sina maneno mengi, ila Mandonga akae kijiandaa na ngumi ya mwana ukome, inamkuta na itamkuta na itamletea maathiriko makubwa sana ndani ya mwili wake. Sina maneno mengi mimi, nasema niishi hapo, ila vile vile kitu kingine nimekisahau, wazee wangu wamenituma waheshimiwa wangu wa Chanika wamenituma kwa kweli, wamesema, bwana sasa hivi mbele tumeshakuchoka. Kwa nini tumekuchoka? Wananiambia bwana, umepigwa na yule mtu umetoa sare, ina maana yule mtu anakushinda vipi? Kwa hiyo mheshimiwa eh, mheshimiwa amejitokeza mwenyewe kama mwenyewe kabisa, mzee mpango, bwana, nenda kakifanya kitu hicho ninachokitaka kukifanya wewe, kwamba ili uhakishie Chanika na uliwakilishe na mimi. Kwa hiyo kuna Masaburi, kuna Kaniki, watu wote wanaambiwa fanya kile unachotaka, sisi tutakirekebisha. Kwa hiyo tunachotaka huyu mtu akae tena, akae mapema tu, na mimi ninachosema, nataka nikifanya hivyo, kwa sababu sina sina matatizo madogo madogo, kwa sababu mabosi nao mabosi wamejako wote wananiangalia mimi. Kwa hiyo sasa hivi nataka nimpige kipigo cha paka aliyokuwa mboga familia hapo, akakimbia mwanzo, alikimbia kwa sababu wenyewe tulikuwa tupo. Kwa hiyo sasa hivi ukikimbia, hawezi kukimbia mimi. Ninachosema, sina maneno mengi, wazee wangu, mashabiki wangu watakuwa wamenisikia, na hili ninaloliongea hapa ndio nitakomkuta siku hiyo Karim Mandonga pale mji wa Ruangwa. Sawa ndugu onesha wabati, umemsikia Saidi Mbelwa akimtamba dhidi eh, ya pambano lake dhidi zile, ya Salim, eh, Karim Mandonga, lakini vile vile naomba nimpishe support card ambaye ni mpenzani uh, wastumai muki eh, Sofia Ramadhani naye anaya kuzungumza, karibu sana. Jamani, kwa majina anaitwa Sofia Ramadhani Amisi ni mkazi wa Dar es Salaam. Anapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza. Cha pili, napenda kumshukuru promota alionipa hili pambano, na kwa kuwa sio mwongeaji sana na kwenye hii kazi, kazi yetu hatuusiwagi kuongeaga sana. Kubwa tu napenda kuwakaribisha mashabiki na wenyeji wa Luangwa, basi wakaribia kwenye ile pambano. Asanteni sana. Sina mengi zaidi ya haya. Sawa, so, tumemsikia champion mm -hmm, Sofia Ramadhani akimtambia Stumai Muki ambaye ni bondia mkongwe, ni bondia mahiri. Sasa hivi naomba nimkaribishe. Naomba nimkaribishe Stumai Muki naye pia azungumze japo hajasikia ya ya mazungumzo ya ambayo amezungumza eh, Sofia Ramadhani, lakini naye pia na kwake basi aje hapa mbele ya mic aweze kuzungumza <coughs> <coughs> Jamani, asalamu alaikum. Uh, kwa majina anaitwa Astumai Muki, bondia wa kike ambaye ninaongoza jimu ya kocha Kwame, natokea uwanja wa Kivita. Anatarajia kucheza siku ya Idi Pili mkoani Rwangwa. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri, tumetoa muda wa kutosha. Naamini Sofia ni bondia, ila mimi nimemzidi zaidi, kwa sababu mimi ni bondia mkongwe ambaye anaenda kucheza naye. Kwa hiyo ninachotarajia mkoa wa Rwangwa, tutaonyesha mchezo mzuri. Na mimi naweza akanisumbua mkongwe atabaki kuwa mkongwe siku zote. Kwa hiyo sina mengi zaidi ya hayo. Sawa, championi uh, Stumaimuki amezungumza dada yake. Kabla sijamkaribisha mdhamini wangu, nilikuwa naomba nimkaribishe mwenyekiti wa marefarii atuambie wamejiandaaje kwenye pambano hili, namna watakavyoamua. Malalamiko yamekuwa wa ni mengi lakini safari hii wamejipangaje? Mr Emmanuel Mrundwa, karibu waongee na wanahabari, wamejipangaje rangwa wamejia... asanteni sana lakini, amenipa amenipako kikubwa kuliko naa. Mimi ni katibu mkuu wa chama cha waamuzi wangumiza kulipwa kuhusu mambo ya waamuzi katikati, kulikuwa na malalamiko mengi tu ambayo yakafanya hata sisi kama chama tuwajibike kwamba pamoja, mingine malalamiko labda yana haki, mingine hayana haki, lakini tukaona kwamba na sisi lazima tuwajibike kwa njia moja nyingine. Kwa hiyo wiki iliyopita tarehe tisa tumefanya semina ya waamuzi, yani tumefanya refresha kosi ya waamuzi eh, katika maswala matatu, tumefanya upande wa kwanza tukafanya vilevile mambo ya ujaji na ufari. Kwa hiyo naamini kwamba katika semina tuliofanya tumepata krimu ambayo tuta, tutampelekea nani, waziri mkuu, ili aone kwamba ngumi kweli ziko sawasawa, kwa sababu kama mara kwanza ndio zinapelekwa ngumi huko, na sisi kama waamuzi vilevile tunategemea kwamba tutufanye kazi kwa weledi mzuri, watu wapende ule mchezo, kwa sababu waamuzi vile wanaweza kuharibu kuchangia sana kuharibika kwa mchezo kama wakiwa pole sana, wakiwa kali sana kwa hiyo sisi kama waamuzi na pita kwa, tutapeleka cream. Tumekuwa na kawaida ya kupeleka kama gurudumu kwamba gurudumu liende gurudumu liende ko, lakini hapana. Kwa hii kesi maalumu hii hapa, tunaona kwamba tutapeleka, tutachagua watu ambao tunaona kwamba hata kama wakiwakienda huko nani wataweka image, wataweka picha ya mchezo vizuri, wachezaji. Naamini Mandonga yuko na, na mwenzake watapigana, lakini kama hakuna mtu wa control pale, itakuwa wataharibu ile mchezo. Kwa, kwa pande kwa upande wetu kama maamuzi, imeenda vizuri. Nafikiri tutapeleka tutenda vizuri, lakini vivile Laki, ingawa sikuambiwa hilo lakini nikafurahi nika alipoongea Stumai Muki na mwenzake. Sasa Stumai Muki wanapigapiga kelele hapo, ili kuwe na maana wacheze bingwa aina fulani. Kwa kuwa mi natokea kwa ndio CEO wa Pugli Syndicate of Tanzania, wa PSC s kama promota ataona sahihi, mimi nitatoa ofa wacheze abingwa wa PSC ili watakiweko pale mgeni rasmi awe Ayo, Ayo, Ayo, na kitu cha kumpa mtu sio kwamba akishinda tu mtu haendi pale akabalishwa mkanda pale. Eh, tumejitahidi, tumetengeza mkanda wa Mama Samia, lakini tunajitahidi vilevile, na kama waziri mkuu atakweko naye, tutamtengenezea mkanda maalum naye, tumpe mkanda kwa ajili ya shughuli aliyofanya. Asanteni. Sawa. Ndugu waandishi wa habari, aliyetoka hapa punde ni katibu wa chama cha waamuzi, na sisi kama mopao e, tumepokea ofa yake kwa mikono miwili. Kwa hiyo Stuma imuki na Sofia Ramadhani wajiandae kupigania.